Saba. Akifisha kifungu kifuatacho: mzee alimwambia mwanawe njoo ni kupeleke kwa babu yako angalau mjue. Mtoto aliuliza nani babu. Kwa hivyo ukiakifisha, inakuwa mzee alimwambia mwanawe koma, alama za kufungua usemi, herufi kubwa, njoo ni kupeleke kwa babu yako angalau mjue kitone na unafungia. Unaanza kwa herufi kubwa kwa sababu umeweka kitone pale. Mtoto akauliza, koma, kwanza usemi alisi, unaanza kwa herufi kubwa na unafungia ule usemi nani babu, unaweka alama ya kuuliza na unafungia. Nane. akifisha sentensi ifuatayo kubainisha dhana tatu tofauti Julius Kipto mwanawe kungu na Justin walikiletea kijiji chao sifa. Julius koma Kipto koma mwanawe kungu na Justin walikiletea kijiji chao sifa kitone. Julius Kipto koma mwanawe kungu na Justin walikiletea kijiji chao sifa. tatu Julius Kipto unaweka kwa mada, unafungua mabano mwanawe kungu unafunga mabano na Justin walikiletea kijiji cha usifa. Nne, Julius Kipto unaelezea kwa mabano mwanawe kungu na Justin walikiletea kijiji cha usifa kitone. Tano, Julius unaweka kwenye mabano Kipto Unaweka, koma mwanawe Kungu na Justin walikiletea kijiji chao sifa sita. Julius au Kipto koma mwanawe Kungu na Justin walikiletea kijiji chao sifa saba. Julius Kipto koma mwanawe koma Kungu na Justin walikiletea kijiji chao sifa tisa. Tunga sentensi mbili kuonyesha matumizi mawili tofauti ya kistari kirefu. Kutoa maelezo ya ziada au kufafanua, nchi zote za Afrika Mashariki kistari kirefu Kenya, Uganda na Tanzania zinawavutia watalii wengi. Pili, kuonyesha mabadiliko ya ghafla. Teddy mwambie Samson anione kistari kirefu acha nitamwita baadaye. Umebadilika ghafla. tatu kubainisha msemaji badala ya usemi halisi. Leo nitasoma riwaya kistari kirefu. Oska kumi. Akifisha sentensi hii basi: mwanangu akasema Daudi hivyo ndivyo tunavyoweza kufikia Vision 2030, wewe waonaje? Unaweka alama za mtajo, unaanza kwa herufi kubwa. Basi mwanangu, koma, unafungia mtajo, akasema Daudi. Na Daudi ni jina, ni nomino ya kipekee, unaanza kwa herufi kubwa. Unaweka koma baada ya Daudi, alafu unafungua usemi tena, hivyo ndivyo. Ukifungua usemi tena kwa sababu usemi ukatikati unapaswa kuanza kwa herufi kubwa. Hivyo ndivyo tunaweza kufikia Vision 2030 ni Kiingereza, kwa hivyo unafungia kwa nukuu moja moja, na baada ya uh, 2030 unaweka kitone una, unaweka ile nukuu, kisha unaanza kwa herufi kubwa, ni usemi halisi. Wakati wote maneno ya usemi halisi yanaanza kwa herufi kubwa. Wewe waonaje, maneno ya msemaji kisha unaweka kiulizi na unafungia usemi kwa hivyo, inasoma hivi basi. Mwanangu akasema, Daudi hivyo ndivyo tunaweza kufikia vision 2030. wewe waonaje? Kwa hivyo hii yote ni sentensi moja. kumi na moja. Akifisha Shangazi alimwambia mwanawe njoo ni kupeleke kwenu jioni, mtoto aliuliza kwetu wapi. Unaanza kwa herufi kubwa shangazi alimwambia mwanawe koma, unafungua ni maneno sasa yanayosemwa na shangazi, unaanza kwa herufi kubwa njoo ni kupeleke kwenu jioni koma na unafungia. Ukiweka koma unaanza kwa herufi ndogo mtoto aliuliza koma naanza kwa herufi kubwa, ni maneno yaliyosemwa. Kwetu wapi, unafungia, unaweka kiulizi. kumi na mbili. Alama za mtajo hutumiwa kufungia maneno halisi ya msemaji. Tunga sentensi mbili kuonyesha matumizi mengine mawili ya alama za mtajo. Kufungia neno la kigeni, leo tumekula mokimo pili, kuonyesha neno lina maana nyingine tofauti. Tatu, kufungia anwani. Nimesoma makala kuhusu pendo la raha. Kwa hivyo unafungia ile anwani. Nne, kuonyesha neno alijakubaliwa katika lugha unayoandikia au unayozungumza kumi na tatu. Akifisha sentensi hii jihadhari akasema kulei uamuzi wako unaweza kukuathiri vibaya. Unafungia m -m maneno au semi kwa musika. Jihadhari kumbuka, unaweka koma akasema kulei. Kulei ni musika kwevokwe kwevokwe. Kwa hivyo, kwa herufi kubwa unaweka koma tena unafungia na ukianza usemi tena lazima uanze kwa herufi kubwa. Hapa hawajafanya hivyo, lakini wapaswa kuanza kwa herufi kubwa: uamuzi wako unaweza kukuathiri vibaya, kitone na unafungia. Kwa hivyo ji atare, akasema kule, uamuzi wako unaweza kukuathiri vibaya. kumi na nne. Akifisha istin, istin, mbona utaki kulala mlozi akasema kwa hivyo unaanza usemi, kwa hivyo unaweka alama za mtajo. Estin, estin, na kwa sababu ni pale ambapo wanaitwa unaweka alama hisi. Mbona, kwa sababu alama hisi ina kitone pale chini, mbona inaanza kwa herufi kubwa. Ukiweka alama hisi, kwa sababu ina kitone chini yake, wakati wote neno ambalo linafuata linaanza kwa herufi kubwa. Estin, estin. Mbona hutaki kulala? Ni swali kisha unafungia usemi. Mulozi, kumbuka pia kiulizi huwa na kitoni chini. Kwa hivyo mulozi, unaanza kwa herufi kubwa. Mulozi akasema kitoni. Pili, unapaswa kusoma kamwe si mbali tena riwaya iliyoandikwa na Said Muhammad. Unaanza kwa herufi kubwa. Unapaswa kusoma kamwe si mbali tena. Kwa sababu ni jina la riwaya, unaanza kwa herufi kubwa. Kamwe si mbali tena, unafungia. Riwaya iliyoandikwa na Said Mohamed, unaweka kwenye mabano kwa sababu unafafanua, na unaweka kitone mwisho. Au unapaswa kusoma, unafungia kwa alama za usemi, kamwe si mbali tena na unaweka kwenye mabano riwaya iliyoandikwa na Said Muhammad.